Leo tunamwangazia kijana ambaye ana ndoto kubwa ya kuongoza ndani ya chuo kikuu Ardhi. Safari yake ya uongozi haikuanza leo, ilianza akiwa bado shule ya sekondari. Mwaka 2018 hadi 2019, Simon Kanyasu alihudumu kama kiranja mkuu katika shule ya wavulana ya Ndanda. Ndanda sekondari! Oye we, kiranja wenu yuko wapi? Haya, njoo hapa, sokea hapa bana. Una shida gani, Ndanda sekondari? Hebu mpe mike hapa, zungumze Suna vijana wazuri wazuri, shida yenu haraka, nataka niondoke. Asante Mheshimiwa Rais, kwa sisi Ndanda tuna mapungufu machache kama unavyojua, ni shule ya zamani, kwa hiyo tuna uchakavu kiasi kikubwa cha ja uchakafu wa majengo, lakini pia ukosefu wa bwala la chakula, hiyo imekuwa changamoto kubwa. Unalia wapi? Tunalia nje tu, sasa ikitokea adha ya mvua tunapata tabu sana, lakini hmm. shida nyingine kwa sababu ya wingi wa vijana wanaochukua masomo ya sayansi, kumekuwa na upungufu mkubwa wa vitendea kazi. Uongozi wake ulijulikana kwa nidhamu, uwajibikaji na kusimamia maslahi ya wanafunzi wenzake kwa hekima na busara. Safari yake ya uongozi iliendelea mwaka 2019 hadi 2020. Hapa Simon Kanyasu aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa klabu ya PCCB wa kanda ya kusini. Alipojiunga na chuo kikuu Ardhi alizidi kung'ara. Mwaka 2021 hadi 2025 alichaguliwa kuwa mbunge wa baraza la wawakilishi. Nafasi hii aliitumia kusikiliza na kutetea sauti za wanafunzi katika ngazi za juu za uongozi wa chuo. Mbali na hilo, Simon Kanyasu aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya mabadiliko ya katiba ya wanafunzi, akiongoza mchakato wa marekebisho ya katiba ya ARUSO, kuhakikisha kuwa inakidhi mahitaji ya sasa na ya vizazi vijavyo. Kwa mwaka 2024 hadi 2025 Simon Kanyasu alichaguliwa kuwa spika wa bunge la serikali ya wanafunzi chuo kikuu Ardhi, akiongoza mjadala ya maana na kuweka msisitizo juu ya uwajibikaji, ushirikishwaji na haki za wanafunzi. Leo hii akiwa mgombea wa nafasi ya urais Simon Kanyasu anasimama kama kiongozi mwenye historia, uzoefu na dira ya kweli kwa maendeleo ya wanafunzi wote kouya, kouya, kouya. Friday, voor vee, voor vee.